Lakini adui yako akiwa na njaa mlishwa akiwa na kiu mnyweshe. Eh? Anakuja mtu aliyokuibia simu ni adui, sio adui? Halafu anakwambia nina njaa, wewe unafanya nini? Unampeleka polisi, unampa chakula maezauwe mkweli, amekuja adui yako anasema, samahani sana ndugu yangu, kuna simu yako ulinunuaga laki nane unaikumbuka e? ile simu ulionunua laki nane laki ilipotea ndio mi ndo nilichukua nami nikaibiwa. <laughs> Sasa nimekuja kwako, kwanza ndugu yangu Naomba unisikilize, mimi nina njaa na nini, naomba kwanza unipige takula nini. Utaanza na nini? uko unapita kwenye vipimo vingi, unapita uko unapita kwenye nini sana mpaka ukomae na ukiamua ukomae utakomaa. Ukiamua ukomae utakomaza. Sikiza niwaambie, wako watu walimwendea Yesu, wakimkebei na kumziaki na kumtukana kwamba si chochote, kuna jamii yao, lakini Yesu alisema Baba, wasamee kwa sababu hawajui watendao. Leo watu wamekuwa na maripizi wewe, kuna maisha ya watu na mlokole anasema nitakunyoosha wewe mpaka ujue nimeokoka, msemesha mwenzako umeokoka ndio maana muda mwingine ukianza kufunga na kuomba unanyosha mikono juu. Eh, Bwana, niko mbele. Mungu anapiga kimya tu, asema amna hapa. Kama Mungu alisema, ikitokea kuna mtu umetofautiana naye, unapokuja kutoa sadaka, kwanza usiitoe rudi kwanza ukapatana na huyo mtu kisha fanye. Acha kurahisisha mambo ya kiroho. Acha kurahisisha mambo ya imani, mambo ya kiroho yamesimama yamenyooka, nasema Haleluya. Hivi akitokea mtu <coughs> <Hallelujah. tos> ndo amekuibia simu alafu amekuja na njaa, una, unafanyeje? Alafu huyo simu yenyewe ulichukua mkopo umelipa mkopo pako umeisha, imeisha mipikiwa afu Mungu anamfanya huyo mwizi aje kukiri, utamchukua umpeleke polisi au kwanza utampia jicho moja hivi? Kuna jicho ukipigwa we mwenyewe unajua, hapa niendelee safari au ni baki, sivyo? Kama ana akili kichwani atajua mwenyewe achanganye miguu au abaki. Wakristo warokole wadakavo sema ndio wanajoa mengi. Kuna jambo lote la kimungu nikuzoea. Mungu hazoereki, Mungu hazoereki, hazo ibada haizoereki, mtumishi hazoereki.